Hali ya tahadhari imetangazwa nchini Sri Lanka baada ya mafuriko na maporomoko ya udongo kutokea nchini humo. Hii ni Trigen Media. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya udongo nchini Sri Lanka imezidi kuongezeka huku nchi hiyo ikikabiliana na mojawapo ya maafa mabaya zaidi ya hali ya hewa kuwahi kutokea kwa miaka mingi. Zaidi ya watu mia mbili pia hawajulikani walipo na nyumba zipatazo elfu ishirini zimeharibiwa na kusababisha watu laki moja na nane kwenda kuishi katika makazi ya muda yaliyoandaliwa na serikali hii ni kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti maafa nchini humo. Maafisa nchini humo wanasema karibu theluthi moja ya nchi hiyo haina huduma ya umeme au maji ya bomba, huku hali ya hatari ikitangazwa baada ya kimbunga cha Ditwa kuyakumba maeneo hayo. Rais wa nchi hiyo Anura Kumara Disinaike amesema hili ni janga la asili lenye changamoto nyingi katika historia ya nchi hiyo, na uharibifu ni mkubwa sana. Maagizo ya watu kuhama yametolewa katika baadhi ya maeneo huku vya maji vya mto Kelani vikiendelea kupanda kwa kasi. Serikali ya Sri Lanka imetoa ombi la msaada wa kimataifa na kuwataka raia wa nchi hiyo walio nje ya nchi kuchangia pesa ili kuweza kusaidia jamii zilizoathirika na janga hilo. Kimbunga Ditwa kiliikumba pwani ya mashariki ya kisiwa hicho siku ya Ijumaa, lakini tangu wakati huo kimeondoka nchini humo. Mafuriko mabaya zaidi nchini Sri Lanka yalikuwa Juni mwaka elfu mbili na tatu ambapo watu mia mbili hamsini na wanne walifariki dunia na maelfu kuyahama makazi yao. Mafuriko hayo yanakuja huku Asia ya kusini mashariki pia ikikabiliwa na mafuriko mabaya zaidi katika kanda hiyo kuwahi kutokea kwa miaka mingi, huku mamilioni ya watu wakiathiriwa kote Indonesia, Malaysia na Thailand. Hii ni Trigen Media.